Mambo vipi, mimi naitwa Tony na hii ni Line Plus TV. Ni kukumbushe tu, hakikisha unabonyeza alama ya subscribe hapo chini ili tuendelee kupata story ambazo tunaendelea kuposti kila siku. Tanzania inaelekea kwenye uchaguzi mkuu ambao utafanyika mwezi wa kumi mwaka huu, ambapo kutakuwa na uchaguzi wa marais, ubunge, madiwani na kadhalika. Sasa shirikisho la mpira uh, Tanzania nalo limetangaza nafasi za watu wao ambao pia wataenda kwenye uchaguzi huu ambapo huo uchaguzi wao utafanyika tarehe kumi na tarehe kumi na nne mwezi wa sita mwaka huu hapa. Na nafasi hizo ambazo wametangaza ni nafasi ya kwanza ilikuwa ni rais, na nafasi ya pili ilikuwa ni wajumbe wa kamati ya utendaji, ambazo kwenye nafasi hiyo watakuwa watu sita na kwenye hizo nafasi wametangaza, wametangaza fomu zao kwa mtu yote ambaye yupo interested, lakini pia na mwenye kigezo uh, cha kuwania nafasi hizi ambazo wametangaza, basi akachukue fomu, ambapo kwenye fomu zao kwenye swala la bei, kwa upande wa rais ilikuwa ni laki tano, lakini kwa upande wa wajumbe wote sita ilikuwa ni laki mbili kwa kila mmoja. Sasa watu ambao wamefanikiwa kuchukua fomu hizo uh, ni wa kwanza ambaye mimi nimemuona hapa ni Ali Mayai Tembele. Huyu alikuwa mchezaji wa zamani wa Yanga na CDA Dodoma lakini pia alikuwa ana uongozi pale TFF. Mwingine ni Mbete Mshingo Msola, na wengine wengi ambao siwafahamu, lakini ambao namjua hapa ni Wallace John Karia. Sawa, sasa, huyu Karia ndiyo rais ambaye yupo sasa hivi madarakani kwa upande wa TFF. Sasa nimepata za ndani kidogo kwamba baada ya uh, Wallace Karia kuchukua fomu kuna some objections ambazo zimefanywa na watu na watu hao basi, inasemekana kwamba Yanga wamepeleka pingamizi lao kwa ajili ya uh, Wallace Karia kuwasilisha kwamba yeye hafai tena kugombea kwa sababu muda wake wa kugombea umeshaisha. Lakini nikukumbushe tu kwamba kuna wakili msomi uh, advocate Nziku naye pia alienda kufungua madai ya kuonyesha kwamba uh, Wallace Karia basi hapaswi tena kugombea kwa sababu ukomo wake wa kugombea umeshaisha. Je, yeah, hili swala limekaaje? Endelea kusogea nasi endelea kukaa nasi hapa pa Line Plus Media tukusogezee story ambazo zote zitakazo zitakazodondoka dondoka pale mtandaoni, lakini tutakazo zipata pia kuhusu hili swala ambalo linaendelea hapa mtandaoni. Mimi naitwa Tony, toa maoni yako. Nadhani ni kweli Wallace Karia hafai tena ku, kuendelea kuwa rais? Lakini pia unadhani Yanga watafanikiwa hii objection ambayo wameitengeneza kukwenda kwa Wallace Karia? Nini maoni yako? Ingawa kuna historia ambayo inasema kwamba Yanga wao kushinda kesi imekuwa mzozo sana, last time tume- tumeona hapa kesi yao. Kuna shabiki alienda ku- kushtaki kwamba uh, si, wapewe pointi tatu za Simba na wa ule mchezo uondolewe usichezwe kabisa waipeleka pale high court, lakini walishindwa. Pia kuna kesi nyingi ambazo uh, yanga hawana bahati ya kushinda hizi kesi. Pia last time tumeona wakili wao yule alijihudhuru kwamba yeye alisema kwamba atakuwa tu mwanachama lakini sio wakili kama ilivyozoeleka. Je, unadhani this time wao watafanikiwa? Endelea kuwa nasi, subscribe, toa maoni yako, nini unadhani kitaendelea. Mimi na Tony, I'm out. Ili kuwa kwanza kupata habari zetu, hakikisha unabonyeza alama ya subscribe hapo chini. Asante.